Unatafuta viatu bora kwa bei nafuu? Karibu Chotara Corporate Store, duka lako la uhakika la viatu vya kiwango cha juu lililoko Kariakoo mtaa wa Kongo na Raha ambapo utapata viatu kutoka Uingereza hadi Uturuki, unapata pigo zile za sherehe za kiofisi na zile za mitoko mbali mbali, yani kajo iwe uko Dar es Salaam mikoani na hata nje ya nchi tutakufikia tu brandi zako za kishua kama Clarks, Lacoste na Diori, na nyingine nyingi zote zipo kwa ajili yako, alafu sasa ni pure leather, unapata kwa jumla na rejareja, asikwambie mtu bwana. Bei yenyewe sasa ni kama bure. Halo, boresha mitindo yako ya viatu na Chotara Corporate Store. Tufuatilie kupitia insta account yetu chotara underscore corporate underscore store au piga simu namba sifuri saba sita nane mbili sita tatu sifuri mbili sifuri. Ukivuka maji ukaenda Zanzibar. Zanzibar ina majimbo hamsini ya uchaguzi. Wabunge hamsini wamechaguliwa na watu laki tano sitini na sita elfu. Mbunge mmoja amechaguliwa na watu laki nne sabini na nane elfu. Lakini hili la Zanzibar, mwanzo nilikwambia sera ya Chadema, ukasema utanikatia tamaa, utanizungumza. Nimesema anazungumza habari ya uchaguzi huu ambayo sasa iko related na hiyo sera ya chama tawala ni serikali mbili, na hawa ni equal partners wanaohitajika kuwa na equal representation. Sasa Zanzibar, idadi ya watu ni milioni moja laki saba milioni mbili plus; Tanganyika ni watu milioni sitini plus. Je, ungependa kuona katika bunge Zanzibar inawakilishwa na mbunge mmoja au wawili? Alafu Tanganyika inabaki na majimbo 262. Hiyo hoja ya msingi kwamba nchi mbili ziliungana zinahitaji kuwa na uwakilishi. Hicho unachokizungumza umekitoa wapi katika katiba ya nchi hii? Uhalali wake uko wapi? Mimi nazungumza, na, nazungumza nazungumza masuala ya uwakilishi katiba hao, hayo majimbo yote ya Zanzibar na ya Tanganyika. Katiba haijasema kwamba hii milima na mabonde mabarabara na mito na nini itatumika Tanganyika tu, tukienda Zanzibar utaratibu wake huko tofauti. Haijasema hivyo, unanifahamu? Sasa ukiwa na watu wachache, obviously utakuwa na wawakilishi wachache, kwa sababu wanaowakilishwa ni binadamu. Uko kumi, na tumesema eh, kwa,